Sisi kama kampuni ni jukumu letu pia kuhakikisha kwamba tunasaidia wachimbaji wadogo wa kwa sababu katika maeneo yetu ambayo tunafanya kazi tumezungukwa na wachimbaji wadogo wa, kwa hiyo tumeona ni vyema tukawasaidia wachimbaji wadogo wa, na kwa kwanza tumeanza na masuala ya usalama. Kwa hiyo leo tunafanya mafunzo ya masuala ya usalama mahali pa kazi, ambapo tumeshirikiana sisi kampuni ya GGML pamoja na watu wa OSHA lakini pia Eh, ofisi ya, ya, ya, ya madini mkoa wa Geita na wadau wengine vile vile. Kama kampuni leo hii pia tutatoa vifaa vya kujikinga mahala pa kazi, tunaita PPE, kwa wanawake wote wa GEWOMA ambao tunatoa zaidi ya PPE kwa watu hamsini wa ambao tunatoa full packet, ambao tunaanzia safety boots, tunatoa reflectors, tunatoa miwani, tunatoa kofia ngumu kwa ajili ya kuweza kuwasaidia katika shughuli zao za uchimbaji. Yeah, sehemu za uchimbaji madini wachimbaji wadogo wadogo, kuna wageni wanakuja kutoka mikoa mingine au nchi nyingine, lakini pia kuna wahamiaji wanaweza wakawa wanaingia huko, lakini ni maeneo ambayo kuna vijana warika mbalimbali mbali, kuna kina mama, kuna mwingiliano wa watu wengi, kwa hiyo zile behavior au tabia hatarishi ni rahisi kuwepo, kwa hiyo ndio maana tunasema lakini wakati mwingine vifaa kama vya kujikinga kama kondom na elimu mbalimbali wakati mwingine zinakosekana, kwa hiyo ndio maana nikatumia hilo neno. Kwa hiyo ni maeneo ambayo yana high risk behavior, na kama mnavyofahamu maeneo haya pia kuna wavuvi wa samaki, wengine ni vijana, wengine wanakaa muda mrefu huko kwenye maeneo yao ya kazi kama ya wachimbaji bila kuwa na wenzi wao, kwa hiyo hiyo inaweza ikapelekea, lakini bado nimetaja ukimwi na TB. TB pia iko prone kwenye maeneo ya uchimbaji kwa sababu ya vumbi li lile ambalo linaweza likaongeza kusambaa kwa kifua kikuu katika dunia. Sekta ya madini na uchimbaji ni moja ya sekta ambayo ina vihatarishi vingi na vyenye athari kubwa katika afya, endapo kanuni za usalama na afya mahali pa kazi hazitazingatiwa. Kwa hiyo tunawashauri waweze kuzingatia sheria na kanuni za usalama na afya mahali pa kazi ili kwamba waweze kufanya kazikazi katika mazingira salama na waweze kuwa na afya njema, na sio kwamba wapate wafanye kazi ambazo zitaweza kuwasababishia ulemavu pamoja na vifo na athari nyingine za kiafya na kusababisha wekezaji wao kukosa tija. Sisi kwa ujumla tuko wanachama mia mbili themanini, tuko katika matawi mbalimbali hapa Geita. Tupo hapa Geita mjini, tupo Mbusu, Nyarubusu, Lwamgasa, Nyarubusu, Nzera pamoja na Chato. Kwa katika shughuli zetu za uchimbaji tulikuwa tunapata shida na changamoto sana kutokana na kwamba tulikuwa na uhaba wa vifaa vya kutufanyia kazi. Tunashukuru sana GGML kutuletea vifaa ambavyo ni safety boots, reflector, miwani, gloves pamoja na kofia ngumu kwa ajili ya kutulinda sisi kiafya, kwa sababu kabla ya kupata hivyo vifaa tulikuwa tunapata changamoto nyingi sana, kwa sababu tunafanyaga matope kule kuna wadudu ambao walikuwa wanatusumbua kemikali pia tulikuwa tunatumia kule, zilikuwa zinatupa shida. Kutokana na hivi vifaa walivyotupa, vitatusababishia sisi kulinda afya zetu na kutusababishia tuingie katika sekta ya uchimbaji tukiwa salama na kutoka tukiwa salama kabisa.